Na mtazamaji wa CF Media tupo hapa pamoja tunafanya mahojiano na Pasi Milioni, ya shabiki kandanda kabisa wa Simba, lakini pia tutaangazia michezo ya kimataifa ambayo Simba imeweza kupata matokeo ambayo kwa kweli hayakuridhisha kwa mashabiki wa Simba, lakini pia katika upande wa kimataifa tutaangalia namna ambavyo wenyewe wamejiandaa kwa kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri wanapokuja kucheza hapa nyumbani Tanzania. Ambatana na mimi Jackson Wilson, na nyuma ya kamera ni Jacqueline, mtaalamu wa video Wekundu wa Msimbazi, Simba, tunaona namna ambavyo wanafanya wa, namna matokeo ambayo wameyapata ya kimataifa wa wakipoteza mechi mbili sasa hivi mfululizo na mlikuwa na matumaini kule nje ya nchi kwamba itafanya vizuri, lakini matokeo yamekuwa ndo hivyo. Nini kimesababisha Simba mpaka sasa hivi inapata matokeo ambayo asiyo mazuri? Ha, leote kwanza namshukuru sana mwenyezi mwenyezi Mungu wa lema nikiwa na afya njema tele Ndo football jinsi ilivyo, na mchezo wa mpira una matokeo katili, una matokeo katili kwa kweli. Kuna kufungwa, kuna kusulu na kushinda. Target ya Simba Sports timu yangu ni kushinda, na ndio timu ya mpira. Lakini ukiangalia kimataifa, mwaka huu hatukuanza vizuri, yani imekuwa kama miaka mitatu iliyopita na ilisha kututokea hivi, hatukuanzaga vizuri kipindi kile, tuko group letu na kina uloa, lakini mbele ya safari tukafanya vizuri lakini mashindano ya kimataifa na mbinu zake na utaalamu wake wa kucheza. Lakini ukiangalia Simba ndio timu pekee tumepata nafasi nyingi kuliko timu yote katika kundi letu, tumeshindwa kuzifanyia kazi sawa sawa, na imani kwa hizo mechi nne zilizobakia tutapambana, japo muendelezo tumeanza vibaya, lakini na na imani kabisa tutafanikiwa na tutakuwa katika ile mstari ambao tunautarajia. Kwa unachoambia tu na simba zangu, ndio mchezo wa mpira ulivyo, tumeumia, tumeumia lakini Pasina shaka na yote na imani tutafanikiwa tu. Haya, yeah. katika katika kikosi ambacho uh, kocha wamekuwa wanatumia, tunaona namna ambavyo ushambuliaji uh, kama vile hauna nguvu fulani hivi safu ya ushambuliaji ya Simba kama vile ina, haiko, haiko makini mara nyingi wakifika golini wanakosa magoli ya wazi sana. Hata katika mechi ya juzi magoli mengi sana wamekosa, nadhani Simba ingepaswa kushinda katika mechi hiyo. Washambuliaji wa Simba kwa sasa hivi hawapo hawa makini Ndo mchezo wa mpira, mchezo wa mpira ndo kama hivyo, na matokeo kikatili. Na target ya Simba, tupate matokeo. Na tunapataje matokeo? Ndo kama nilivyosema, Simba ndo timu timu ambayo tumekosa magoli mengi kuliko timu aina yote. inaumiza, inaumiza sana, na ukiangalia timu inacheza inakwenda inafunguka vizuri, lakini kwenye finishing pale inakuwa kidogo matatizo. Na kama tulivyoona, walimu wetu na technical bench kwa ujumla wametumia uwezo wao kadiri ya uwezo wao tupate matokeo, lakini ngoma imetupalia. Kwa hiyo na imani na nimepata taarifa kama hivi mwalimu tulikuwa naye matatu yasemekana naye tunaachana naye. Kwa sasa hapa anabaki ya matola. Kwa hiyo na imani viongozi wetu kwa kupitia technical bench litakalo kuwepo, kuna marekebisho atakayofanya. Unajua mchezo wa mpira nao unaendana nao, kuna wakati na bahati vile vile. Unaweza kupata nafasi nyingi ukashindwa kustendea yake, lakini ndio maana mimi kama mimi naambia wana simba zangu tuendeleze dua zetu na sala zetu, pasi na shaka tutafanikiwa tu. Kaka yangu unaamini, kutolewa kwa meneja matatu inakuwa ni suluhisho? Kwa sababu awali taarifa zilizokuja kwamba alikuwa ni kocha yule, lakini baadaye tukaona kwamba yeye anakaa benchi, lakini katika kwa nini, kwa nini kafara isinge muhusu moja kwa moja kocha kwa sababu yeye ni meneja? Ah, ndio wenyewe viongozi walivyoamua kwa mtazamo wao, wakaona kwamba hii inastahili yeye ya yapumzike kwa sisi wengine, kazi yetu ni kuangalia tunaelekea wapi, tunakwenda wapi? kwa hiyo, kwa hiyo zue, omleta, kwa hiyo kweli tuachie viongozi wetu, kwa sababu wao ndo waliomleta na wao ndo waliona ubora wake, kwa hiyo wamemtoa. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuisapoti timu yetu, atakayeletwa tutaendelea kuwa naye karibu na tageti ni kufanikiwa. Sasa kama atakayeletwa naye atakuwa yale yale, yale haya mengine tuachie viongozi, kazi yetu kubwa eh, sana sana kwa kwa eh, Pantev. Lakini katika watu ambao walishaanza kumpiga kelele, mimi ni mmoja wapo kumpiga kelele. Kuna mechi yetu tucheza, ilikuwa meja Samuyo alichelewa kuingiza baadhi ya wachezaji ambao sitegemeo letu, labda tupate matokeo Kaja kuingiza kipindi cha pili Mungu akatusaidia, tukapata matokeo. Tumekwenda kimataifa, mechi ya kwanza akarudia makosa yale. Tukacheza bila striker yote kipindi cha kwanza cha pili kurudia ngoma ikawa imetupalia tumefungwa moja bila. Kwa hiyo hata tuvenda mali akawa yale, kuna baadhi ya wachezaji ambao mimi naona kabisa wakiwepo pale kwenye pichi kuna matokeo tutayapata, lakini kwa tofauti. Kwa hiyo wao nafikiri wamegundua na wameona kwamba Pantev labda atoshelezi kuongoza jazi letu la Simba Sports yao. Sasa kwa sasa hivi kwa sasa hivi Simba tunaona na, na, nafasi iliyopo katika uh, katika ligi kuu ya Tanzania, lakini pia nafasi iliyopo sasa hivi katika kundi lenu ni nafasi ambayo ni ya mwisho. Naona mna matumaini katika mechi ambazo zitachezwa hapa Benjamin Mkapa kwamba Simba inaweza ikapindua. Ah, tunaweza lolote ina, linawezekana katika football na sio mara kwanza Simba kufikia hatua hii, kwa hiyo nina imani kabisa hapa sana sana ni wachezaji wenyewe tu kujitambua na kujua wana Simba tunahitaji kitu cha aina gani. Sisi wengine kilichobakia tu ni dua na sala na kujiuliza, sisi wana Simba tunakosa sana magoli, tunakosa sana magoli. Nini kinachosababisha tukose magoli? tukishajua tatizo kwa nini tunakosa magoli, basi kwa kudura zake Mwenyezi Mungu naona kabisa tunafanikiwa. Mimi katika watu ambao bado hawajakata tamaa, mimi ni mmoja wapo, sijakata tamaa bado. Yeah. Huoni katika kikao ambacho kilifanyika Jumapili, baadhi ya viongozi waliondoka kama vile hawajaelewana na mkutano ule, viongozi waliondoka vile vile hawajaelewana na, na, na, na, na wanachama. Sasa huoni kwamba mgogoro wa Simba pengine unaanzia kule juu alafu unashuka sisi tunaona wanjani <laughs> Ahaya, Jumapili yalishapita na imani kabisa tutakaa vizuri, mambo mengine yataendelea. Kakangu pasi na shaka na yote slogan logan ltache wetu kwamba Simba nguvu moja ataendelea kukaa pale pale katika Simba nguvu moja. Lakini pia kuna, kuna, kuna wachambuzi wengi sana wamesema kwamba inaonekana kama vile Simba wachezaji wake hawajitumi wakijaribu kulinganisha na upande wa Yanga kwamba Yanga inaonekana wako vizuri, lakini wana spirit ya kupambana. Sasa kweli kweli Simba, kwamba watu wanalipwa mishahara, lakini bado uwanjani hawajitumi, yani hawatoi asilimia zote mia kupambana kwa ajili ya timu. Hilo lilipo li, li, li, linajionyesha na ukiangalia. Okay, kuna baadhi ya wachezaji unaona kabisa jinsi wanavyojituma. Kuna ule dogo machine unamwona jinsi jinsi anavyopambania timu, wengine unaona jinsi wanavyotembea. Kwa hiyo hilo lipo hiyo na imani kabisa watajituma, tutafanikiwa tu mbele ya safari, japo tunapitia nyakati ngumu, nyakati za maumivu. Na ndio maisha jinsi yalivyo, kuna nyakati za maumivu, kuna nyakati za kutokuwa na maumivu ya watani wako dayang Africans, tunaona na mwendelezo mzuri sana uh, wamepata pointi tatu lakini pia kule nje wakapata pointi moja, ni mwendelezo mzuri. Je, unaona yeah? Unaona Yanga inaenda kufika kwenye levo za Simba ambazo nyie imefika kimataifa, kwa sababu katika historia Tanzania inaonekana Simba imefanya vizuri sana kimataifa kuliko Yanga. Sasa huu ni mwaka wa Yanga mnavyotazama nyie, wapambane, wapambane wanaweza kufikia huko? Wasipopambana ikawa kama nguvu ya soda itawapalia ita wapambane lakini kufika levu yetu sisi, miaka karibu sita mfululizo tunafikia tuelele na kufika nafasi ya tano. Kafu si mchezo, mchezo kupambana kujituma. Kama kiwango chao kitakuwa kilekile mbele ya safari, Mungu anaweza akajalia, lakini kama dt kama nguvu ya soda, watashuka tu mapema tu. Hili ni nguvu ya soda, tulitumia nguvu kubwa sana kufika pale, siwe kama nguvu ya soda kwa sababu wao ukiangalia bado watakuwa bado mbele ya safari wako na Waarabu wale watatu, japo wamefanikiwa hapa, ameshinda nyumbani kule, wamepata sare. Nimepata bahati ya kuangalia wale Waarabu walichezaga, kuna mechi wenyewe kwa wenyewe ilikuwa hatari kweli. Kwa hiyo nachoomba, pambane, lakini kufika level yetu sisi itakuwa bado mtihani eh. Bado bwana, shukrani sana kwa muda wako hapa, moja pamoja mpaka jengeo ibanda.